Asante sana Felisa Masaya kutoka studio namba moja. Ni wakati mwingine mzuri mpendo mtazamaji napokaribisha katika uchambuzi. Jina langu ni Aziz Hashim kama kawaida, studio niko na Elvan Istanbuli. Mada tutakayojadili leo ni makabidhiano ya ofisi yaliyofanyika leo jijini Dodoma kati ya aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani eh, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba na Kangi Lugola, waziri mpya wa mambo ya ndani. Istanbuli. Hatimaye Kangi Lugola amekabidhiwa rasmi ofisi makabidhiano ambayo yamefanyika Dodoma. Na changamoto katika wizara wizara hii ambayo tayari imeshaanza kufanya kazi ni nyingi, kama ambavyo Mheshimiwa Rais alieleza siku alipokuwa akimwapisha aki, aki rasmi. Unafikiri Kangi Lugola atakumbana na changamoto gani nyingine ukiacha zile ambazo zimetajwa na Mheshimiwa Rais? Ah, changamoto ndani ya wizara ya mambo ya ndani kwa kweli ni nyingi, ni nyingi kwa sababu ah, Rais aligusia gusia tu mambo ya usalama usalama, mambo ya usalama barabarani, lakini wizara wizara hii ni wizara kubwa kwa sababu ina idara kubwa kabisa tatu, wana idara ya polisi ambayo kuna jeshi la polisi nne, tuseme idara ya polisi ambayo ina jeshi la polisi, idara ya magereza ambayo ina jeshi la magereza, na kuna idara ya zimamoto ambayo ina jeshi la zimamoto na uokoaji. Lakini pia kuna idara ya uhamiaji ambayo nayo inashughulika na mambo ya mambo ya raia na wageni na kadhalika kwa hiyo ni, ni wizara pana alafu ina mambo mengi na ina mambo nyeti eh, kuna kuna ma, ma, matatizo hapo ya wahamiaji haramu kama tunavyoshuhudia tuna, tuna, tuna mhamiaji eh, haramu anapenya anapenya, anapenya kuanzia huku kaskazini anakuja kukamatiwa Mbeya sasa pale una, una unaweza ukajua kwamba kuna matatizo kuna matatizo hapo ya idara yenyewe ya wahamiaji kuna matatizo ya polisi eh. Vipi mtu apenye kutoka kaskazini anakamatiwa Mbeya? Au vipi apenye kutoka kaskazini huko akamatiwe Dodoma katikati ya mji au Dar es Salaam? Hapo hapo kuna changamoto. Kwa hiyo eh, naweza nikasema changamoto, changamoto ni nyingi Kwenye idara hii karibu kila idara ukiangalia, polisi kuna kuna kuna changamoto zake, magereza kuna changamoto zake, eh, uhamiaji kuna changamoto zake, zimamoto kuna changamoto zake. Kama alivyosema Mheshimiwa Rais za, zi, zi, idara ya zimamoto ina magari hamsini na tatu tu nchi nzima, na, na kitu ambacho kwa kusema kweli ni, ni kwanza ni hatari kwa usalama wa raia na mali zao, lakini pia pia ni ni, ni, ni ni kitu kibaya wasabu, uwezi kwa sababu huwezi kuwa na wanajeshi pale na kamanda wao wa mkoa halafu vitendia kazi hamna. Kwa hiyo hiyo moja ni changamoto kubwa sana ambayo Kangi Lugola atakumbana nazo. Ukimtazama kwa siku chache hizi tangu alipo alipoapishwa eh, amekuwa ni ni, ni, ni mchapa kazi hodari sana. Huko staili yake mpya ikiwa ni kuweka mifuko ambayo ina bendera bendera ya taifa moja na kutembea na ilani ya CCM. Kwa siku chache hizi zinatosha kumtathmini Kangi Lugola kwamba ataweza kuvaa viatu vya wizara mambo ya ndani. Mimi naachana na, na yale mambo ya mambo ya sijui kuvaa e, mifuko yenye rangi ya bendera ya taifa, zile ni mbwembwe tu, lakini Kangi Lugola navyomwangalia, najaribu na ku, ku, ku, kurudisha nyuma mawazo yangu, utendaji wake wa kazi, naona kama unafananafanana unafana na wa Augustino Lyatonga Mrema wakati anakabidhiwa anakabidhiwa wizara ile na Rais wa awamu ya kwanza Mzee Ali Hassan Mwinyi. Eh, alikuwa na mbwembwe mbwe, lakini alikuwa ni mchapakazi kama Kangi Lugola na matokeo yake sasa yakawa mazuri sana kwa Mrema, manake alikuja baadaye eh, Rais Mwinyi akafurahishwa na utendaji wa Mrema na akamtunukia cheo cha naibu waziri mkuu ambacho hata kwenye katiba hakipo, lakini alikitumikia na mbele ya msafara wake kulikuwa na ving'ora na kila kitu, kama unavyoona msafara wa waziri wa waziri mkuu. Kwa hiyo namtabiria tu Kangi Lugola kwamba akiendelea na, kwa na spidi hii eh, ukiacha zile mbwembwe mbwembwe zile eh, za ilani na nini, kwa sababu haiwezekani kila penye penye kikao uitishe kikao alafu watu wote waje na ilani za uchaguzi, kwa sababu nafikiri sio wakati wake, lakini kwa uchapakazi naona kama naelekea kwa Mrema kule kitu ambacho akifanya vile nafikiri kitakuwa kizuri na na, na ataona manufaa yake kisiasa. Miongoni mwa marekebisho ya sheria ambayo waziri aliyeondoka Mwigulu Nchemba aliacha ikiwa katika pipeline ni kubadilisha vifungu vinavyohusu adhabu za makosa barabarani kwa watumiaji wa vyombo vya usafiri tofauti tofauti, kwamba bodaboda akifanya kosa anachajiwa eh, faini sawa eh, na dereva wa lori au dereva wa basi eh, akawa ameacha marekebisho ma, yakiwa katika katika msari. Unafikiri sasa kifungu hicho kikipita kwamba dereva boda boda kwa sababu yeye yeah, anaendesha pikipiki ambayo inabeba abiria mmoja basi akifanya makosa apate adhabu ndogo kuliko watu wengine. Kitakuwa kina ma madhara au manufaa gani kwao? Ah, kile hakina madhara, akina madhara unajua walifikiria vile kwa sababu eh, dereva dereva ukimpiga faini ya elfu thelathini dereva ambaye amechukua mzigo wa milioni mbili eh, au au dereva wa basi la, la abiria ambaye ana anaabiria na wale wale abiria wametoa zaidi ya milioni tatu au milioni mbili, tufanye ma, mathalan alafu mchaji eh, bei moja yani, eh, faini moja na dereva wa bodaboda -boda ambaye abiria wake kule ni shilingi elfu tatu tu. Kwa kweli mimi nafikiri Mwigulu Nchemba pale alifikiria sana. Kwa, kwa hiyo eh, Stambuli, sa unaungana na, na ile hoja kwamba boda, boda adhabu zao zipunguzwe, zipunguzwe kwa sababu gani? Adhabu ni adhabu tu, kwa sababu yule bodaboda -boda yule anaambiwa mathalani bodaboda anaambiwa elfu kumi apeleke apeleke kwa, kwa tajiri yake, asa kiambiwa apeleke kwa tajiri yake elfu kumi Ukimchaji shilingi elfu tano kwa mfano, utakuwa umemuumiza vile vilevile na ataumia na hata ataka kufanya lile kosa, lakini ukimwambia kwamba atoe elfu thalathini sawa sawasawa na dereva yani, lazima kwanza akakope kwa dereva dereva dereva, dereva bodaboda mwenzie manake haitatosha tosha ile elfu thalathini ulio mchaji wewe, kwa hiyo huo uwiano wa adhabu ndio unavyotangiwa na ndio maana anasema kwamba mtu ambaye ameua adhabu yake sio sawa na mtu ambaye ameiba embe. Kwa hiyo ni, ni, ahioi ni, huoni sasa kwamba eh, kama sasa hivi ni elfu thelathini ah, bado ajali za bodaboda zinaongoza watakapopunguza, hmm, hali sio ndio itakuwa kutisha zaidi? Kitu kikubwa sana wanasema kwamba unanyang'anywa leseni adabu kubwa kabisa yaani, wewe uwezi uka, ukafanya leo ukakamatwa, kesho ukakamatwa, kesho kutwa ukakamatwa, eti kwa sababu unachajua elfu tano tano. Ukikamatwa mara mbili tu anakunyang'anya leseni alafu sasa hutafanya hiyo kazi, kwa hiyo mstari utakuwa, tunataka mstari mmoja tu eh. Uh, asante sana Istanbuli, kwa uchambuzi yeah mzuri. Ndio mpendwa mtazamaji, yapo mengi ya kujadili, lakini wakati ni ukuta, mpaka hapo tumefika mwisho. Jina langu naitwa Aziza Shim, nilikuwa na Evan Istanbul na kurejesha studio namba moja kuweza kutimisha global bali. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.